Atirio ya maji leo tunaweka uh, line ya maji na kwa niaba yake kama MC wa eneo hii Mheshimiwa Ikunza tunazindua maji ya Shivakala leo. Gavana Baraza Chukua! Gavana Baraza Chukua! Mheshimiwa Ikunza Chukua! Mheshimiwa Ikunza Chukua! Asanteni sana Ayu! Na tena yeye wamekubali, sivyo? Haya. Ndiye amekuhakikisha wamekubali, sivyo? Haya. Asante. Asante. Eh, chairman wetu. Chairman wa maji hapa kwa wota. Yeah. Yeah. Kutoka kwa wota. Yeah. Tuna yule wa kupinga. Mm -hmm. Uh, tutatumia pipe ya aina HDP. It is the latest technology. Hii haizi pasuka haraka. Hata mtu agonge itakuwa ngumu kutoboka. Na hii pipe ililetwa na county government through his excellency the governor na ililetwa specifically for hii laini. Hizi pipes ziko hapa Shivakala primary na tutazitumia kuhakikisha ya kwamba wananchi wamepata maji. Zote zitatumika hapa, hakuna ile itaenda mahali popote. Asanteni. Uh, mimi naitwa mwalimu Mheshimiwa David Kunza MCA wa Shirere. Uh, siku ya leo tarehe 6 Januari mwaka wa 2026 tuko hapa Shivakala primary school, Shivakala community kusindua maji ambaye his excellency Barasa alipeana an okay. Nataka kuchukua nafasi hii kusema ya kwamba hii maji inatoka Church of God uh, kwa barabara yenye inaenda Shivakala ya lami mpaka ifike kwa Gabriel na tena ifike kwa Pastor Ilolo na tena wananchi watapata hii maji ndipo tumalize uh, simio ya his excellency Barasa, amatsi khumliango. Na mimi nataka kushukuru wananchi wa Shibakala wamejitokeza kwa wingi ili wakaribishe amatsi khumliango, na hiyo ni alama ya kwanza kuonyesha ya kwamba wako nyuma ya mheshimiwa his excellency governor barandas Barasa. Barasa two terms. Barasa? Barasa? Terms. Barasa? terms. Ikunza. Kwa hivyo nawashukuru sana sana sana na kazi imeanza leo. Masikizano imekuwa wale wa kuanza kazi na kutoka kwa Kawasco wamekuja. Technical team is here. Everybody is everybody here na nasema asante sana takriban za na hii maji uh, kwa area hii inaweza kukaba kama watu 256 watu 256 ikiwa tutakonekti wote kwa community yetu ya Shivakala. Uh, nataka kusema ya kwamba tunataka kuuliza national government ya kwamba mambo ya maji iko devolved na watu wachie, tupatie watu wetu maji without kutuwekea visingizio, ili watu wetu wakose kupata maji ya kutosha, kwa sababu saa hii His Excellency ameweka shilingi milioni hamsini na moja kwa mradi wetu wa Savona and I want to believe that's the right mradi wetu wa Savona ambaye tutatumia sola. Tunataka watu wetu wapate maji ya tauni yote Mayakalo sheiwe shirere iende mpaka Rosterman iende mpaka kule chini ikisabu watu wetu wa Kakamega. Uh, mambo ya asiwa tayari tumeongea, tumeongea na uh, involve, uh, the, the, the, the team concerned na tumekubaliana ya kwamba tumekubaliana ya kwamba wametuma hata technical team is already there, lakini kitu ambacho tumekundua ni ya kwamba hizi siwa line zilikuwa za kitambo wakati population ilikuwa chini, na tunaomba ya kwamba uh, serikali yetu ya His Excellency Barasa wachukue nafasi, ili we, we, tufanye hizi line ziwe kubwa, na kisi pubile ilikuwa nafanya kazi hapo Amalemba, na tena wachukue wana pesa ya kutosha ya World Bank watutengenezee hizi laini za sewage ili tusiwe na shida ya sewage huku chini. Shivakala, watu wangu huku wanaumia, watoto kwa sababu ni mtoto wanaenda wanachezea ndani na ni shule iko hapa na watoto wengi. Hamjambo nyote, hamjambo. Mi nasimama hapa kama mwalimu mkuu wa shule ya Shivakala. Shule ya Shivakala ni shule kwa jina, naitwa Biani Mundia. vile nimesema, mi ndiye mwalimu mkuu wa shule ya Shivakala. Shule ya Shivakala ina wanafunzi wengi, lakini tumekuwa na tatizo la maji kwa muda mrefu. Wanafunzi hawana maji, na unajua maji ni uhai. Pasipo na maji, wanafunzi wanahangaika. Inabidi asubuhi wanafunzi wanakuja na maji, wasipokuja na maji inabidi hata masomo yao inakuwa interfered with, kwa vile inabidi waende maji mtoni, na mtoni si karibu, mto uko mbali chochote kinaweza kutokea kule mtoni. Kwa hivyo, ninasimama hapa, ninashukuru sana sana sana wakati nimeambiwa maji sasa zinakuja, anaku... pipes nakuja kuwekwa za maji, kwa hakika tutakuwa tumezuia mengi sana. Kuna magonjwa ambayo yanatokana na maji, kwa hivyo hawa wanafunzi wanapobeba maji, hatujui wanabeba maji aina gani. Maji mengine hatujui wamechota wapi, kwa hivyo unakuta kwamba mara nyingi watoto wanalia tumbo tumbo tumbo tumbo, ni kwa sababu wanakunywa maji ambayo hayaeleweki wamechota wapi. Madarasa yao pia lazima yawekwe katika hali nadhifu. Pasipo na maji, unakuta kwamba madarasa yanabaki yamekuwa machafu. Kwa hivyo tumekuwa na hilo tatizo, lakini kuanzia siku ya leo, najua hata wanafunzi wakisikia kwamba maji yanakuja watakuwa na furaha sana. Asanteni. Shule ya Shivakala ina wanafunzi takriban 460 kuanzia darasa la chekechea hadi gredi ya tisa. Awali, wanafunzi wamekuwa wakienda maji mtoni, na vile nimesema, mto hauko karibu, na unakuta kwamba hawa wanafunzi wakati wanatakiwa kuwa darasani inabidi watolewe darasani, waende walete maji ya kutumia na wanapofanya hivyo unakuta kwamba it interfered with their performance in class, their academics, kwa vile badala ya kuwa darasani wametoka darasani kwenda kutafuta maji ya kunywa. Uh, thank you so much. Uh, kwa majina naitwa Bush Orondo. I'm the acting technical services manager Kakamega Water. Hii mradi imekaa zaidi ya miaka miwili. Pipes zilikuwa hapa zilingolewa wakati greda ilikuja kutengeneza hii barabara na venye nimewaarifu ya kwamba pipe zetu zilikuwa katikati ya barabara, so wakati contractor aliharibu, ilikuwa ngumu kuweka contractor ama county government ifanye compensation kwa sababu sheria inasema ya kwamba barabara kubwa kama hii, yafaa line zetu za maji ziwe 9 meters from the center of the road the line the road reserve is supposed to be around 18 meters so kuna ile mita mbili imeachwa huko nje for service lanes so tukile hii line we are going to do it outside the road reserve and we are going to do it as per the expected lengths. We are going to do three feet going down and uh, inaenda ku cover almost 2.1 kilometers. And it's going to serve about 256 households.

across the road we have the challenges but my team is working around the clock to unblock that line in fact we block it. We unblock it more than three times in a week so it is also taking toll on us but uh, as a service provider we are doing our best to make sure that wananchi are safe. uh, we are only asked, this is service to humanity maji ni haki ya kila mwananchi and we have had so many public participations where this line is concerned So we are just asking them to allow us, we are doing it deeper three feet and above. You can still do your activity for the same parcel, we are not taking your lands away, we are only allowing that water to pass which wanaweza tumia na wananchi pia wanaweza tumia, ili hiyo maji ifike hapa, imepitia kwa mashamba ya watu wengi. Sasa yako isikae pingamizi watu wengine kutofaidika. Asante sana, we have not contracted this work. Mwananchi, kila mwananchi amekuja hapa akisha chimba na tumelei laini, analipwa zake za unga, anarudi nayo, kila kitu inakuja kwa ground. Tungepeana contractor apate hela zake arudi Nairobi ama arudi popote penye hapo, lakini kulingana na wito wa gavana wetu, tunafanya kazi na wananchi wa kawaida. Kuna wale wenye walikuwa na connections hapo awali. We will simply reconnect them. You come to the office, we we reconnect you, we activate your account, na uzidi kupata maji venye ulikuwa unapata maji before. Na kwa wale wenye hawana maji tutachukua details zako, ukuje ufanye application kwa ofisi na tuwawekee maji. Tuko na enough meters, maji pia itakuwa line yenye tunaenda kuweka hii kona, maji ya kutosha, na tukiongezea na hii project ya 51 million that can be, by the end of this month itakuwa imemalizika, maji itakuwa ya kutosha kwa kila mwananchi wa Shivakala. Jina ni Leonida Luyai. Mimi ni mwanakamati wa Shivakala Primary School. Scul E, tumepika asante kama kanzula na parasa, kama wanaweza toa utuma kama hii kutuletea maji tumeshukuru, kwa sababu watoto wetu wanasumbukana kwa shule wanakosa maji kwa shule wanakosa maji wanapepa maji kutoka nyumbani, wanaenda nae shuleni. Haitoshi, wakitoka shuleni, wana at least tena tuwatume mto mtoni, kwa sababu kwa nyumba tena hakuna nini, hakuna maji. Mtoni huko Mwikhala mbali sana, mbali sana, huko ndio watoto wanaenda, hata saa moja mpaka wafuate na taa, kwa sababu mtoto ameenda late na ni mtoto msichana, mpaka umfuate wende umle na ataleta maji kibui moja, na haitoshi kwenye kwa nyumba. Sasa ndio tunataka Tunasema asande kwa serikali yetu, kama mnaweza kutufanyia mutuletee maji, tuna shukuru khali kuisinja kulabe sisi sisi ni niwachafu atuna kasi maji <laughs> mwana alera rusi shibuyi manzisinjine ninze ndimushiere manzi mucherane yeah. Tafadhali tumeshukuru tumesema asande, hata walimu wetu watafurahia. Walimu sitanganyi walimu. Sio mna kuchanga hapa maji ya kukunywa. Hapa kwa huyu mpapa huyo. Kila siku walimu anakuchanga hapa maji ya kukunywa. Sasa wakileta maji watakuja kweli. Sasa sisi tumesema ni asante serikali yetu, iendelee tena tunarudisha shukurani walitusaidia barasa na hamala na ikunza walitulipia watoto shuleni. Mimi nashukuru mpaka watoto wetu wamemaliza nini? Form 4.